Lakini kwa upande mwingine, tumefanya maboresho katika mitaala na no ufundishwaji kwenye vyuo vyetu vya sheria. Kwa mfano, shule kuu ya sheria kwa vitendo, The Law School of Tanzania, na chuo cha mahakama uh, kile tunachokijua Institute of Judicial Administration. Nataka na niwaahidi kwamba serikali itaendelea kuunga mkono juhudi za mahakama katika kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama. Tumeanza kidogo kidogo na tunaendelea ko tutaendelea kuangalia mahakimu na watumishi wote majaji mahakimu na watumishi wote watu wa mahakama. Jinsi hali itakavyokuwa inaruhusu, tutaendelea kuongeza idadi ya mahakimu na majaji na kujenga majengo ya miundombinu mingine kadri uwezo wa kibajeti utakavyoruhusu. Lengo letu kuu ni kuimarisha mifumo ya utoaji wa haki nchini. Hapa nataka niseme, Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwamba ukiangalia kazi iliyofanywa katika mhimili wa Mahakama, ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi tumefanya zaidi ilani ilivyotuagiza. Lakini jengine ukisoma uh, dira ya mwaka elfu mbili mpaka ishirini na tano yale yote yaliyoagizwa kwenye dira tayari serikali imewafanyia kazi kwa mhimili huu wa mahakama. Kwa hiyo kwa mhimili wa mahakama kwa maneno ya vijana siku hizi hatudaiani, <laughs> hatudaiani, ila sisi tunaomba, tunadai ufanisi upande wenu, Mheshimiwa Jaji Mkuu. Baada ya kusema hayo, nimesikiliza hotuba yako, lakini na rifaa uh, mazungumzo ninapofanya ni nawe katika nyakati mbalimbali mbali, na kwanza nataka kwa kipekee niwapongeze pia um, kwa kukamilisha jengo la utumishi wa mahakama. Nimezungumza kwa urefu kuhusu jengo hili, lakini niwapongeze kwa kukamilisha jengo la utumishi wa mahakama lakini na zile nyumba za majaji. Kama nilivyosema, ni ukweli kuna changamoto za kijamii kwa jaji kuishi kwenye nyumba ya kupanga. Majaji wako huko wako kwenye nyumba ya kupanga sasa ikitokea landlord ana kesi, sijui jaji unakuwa kwenye hali gani? Na jaji wa kusikiliza hiyo kesi ni wewe, sijui unakuwa kwenye hali gani? Sasa hiyo taswira inatusukuma tuweke mkazo kwenye ujenzi wa nyumba za majaji. Lakini la pili, kile kiwanja cha Chimala ambacho umesema ni kidogo nadhani um, tukitumie tu kwa kujenga nyumba za majaji, tukitumie kwa kujenga nyumba za majaji. Nadhani majaji wa Dar es Salaam si wote ambao tayari wameshapata nyumba. Sasa kwa sababu kiwanja kipo, basi tuangalie inavyowezekana na pale kujenga zile blocks, ili majaji waweze kukaa pale nadhani katika bajeti ya mwaka ujao ishirini ishirini na sita. Naomba sana kwa mwaka huu tuachieni tumalize yaliyo kwenye pipeline, lakini kule mbele, hebu tuanze kutafuta wachoraji, kama mchoro ni ule ule, lakini tujiandae na bajeti ya kujenga hizo nyumba pale Chimala.